Shirika la kimataifa la IMF limefikia makubaliano ya awali na serikali ya Tanzania kuhusu mkopo mpya wa dola milioni 440.8 za Kimarekani. Fedha hizi zitatolewa baada ya kuidhinishwa rasmi kwa bodi ya utendaji ya IMF. Mkopo huu mpya utaongeza jumla ya msaada wa kifedha wa IMF kwa Tanzania chini ya mipango ya Extended Credit Facility ECF na Resilience and Sustainability Facility RSF hadi zaidi ya dola bilioni 1.25. Hii inajumuisha dola milioni 907.4 chini ya ECF na dola milioni 343.6 chini ya RSF. IMF ilieleza kuwa ilifanya mazungumzo na maafisa wa Tanzania, akiwemo Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba na gavana wa benki kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba kuhusu sera zitakazohitajika kukamilisha mapitio ya hivi karibuni ya mpango wa ECF na RSF kati ya IMF na serikali ya Tanzania. Kiongozi mjumbe wa IMF Nicholas Blancha alieleza kuridhishwa na mwenendo wa uchumi wa Tanzania, akibainisha kuwa ukuaji halisi wa pato la taifa GDP ulifikia asilimia 5.5 mwaka 2024 na unatarajiwa kuongezeka hadi asilimia 6 mwaka 2025. Aidha, mfumuko wa bei ulibaki kuwa chini kwa asilimia 3.3 hadi mwezi Machi mwaka huu. Hata hivyo, Blancha alionya kuhusu hatari za kiuchumi kutokana na mazingira ya nje yasiyotabirika, ikiwa ni pamoja na kupungua kwa uchumi wa dunia na biashara, mgawanyiko wa kiuchumi wa kijiografia, kuongezeka kwa mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupungua kwa misaada ya maendeleo kutoka nje. Kwa upande wa sera IMF ilihimiza benki kuu ya Tanzania kuendelea kuruhusu mabadiliko ya viwango vya ubadilishaji wa fedha na kufanya uingiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha soko la fedha za kigeni linabaki kuwa imara. Timu hiyo ya IMF ilisisitiza pia umuhimu wa serikali kuhakikisha rasilimali za kutosha zinatengwa katika sekta elimu na afya, pamoja na kuunda mazingira wezeshi kwa ukuaji wa sekta binafsi na uundaji wa ajira. Naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.